naume tupo hivi au nature ipo hivi mm. Ninyi mliumbwa kwa ajili ya kutusaidia sisi, unajua hilo e? Nafahamu. Kwa hiyo wanaume walipewa, walipewa desire, natural desire ya kumiliki na kumtawala mwanamke. Ukweli ni kwamba wanaume wote huwa wana hiyo shauku ya kuzungukwa na wanawake wengi kadiri inavyowezekana wana hiyo sense ya kupenda kuwamiliki na kuwatawala wanawake ili kuwatumia kwa ajili ya uh, vision zao mambo yao mm. Shida sio hii kumiliki na kutawala kuwatawala wanawake mm. Shida ni namna gani wanaume wanawatumia hao wanawake wanawake. Wanawa. Ndio shida inakuanzia hapo, kwamba mwanaume yeyote yeah, ambaye diva hana jambo la msingi kwenye maisha anayolifanya ambalo linahitaji msaada wako Mm. na yupo karibu na wewe au wewe upo karibu naye, uwezekano mm. wa kukutumia kingono unakuwa ni mkubwa zaidi. okay. Naelewa yeah. lakini pia mwanaume yeyote ambaye hajisikii kumcontain kummiliki na kumtawala mke wake nyumbani huwa, mm. anakuwa triggered kuanza kutafuta mwanamke mwingine pembeni ambaye akienda kule atajisikia kumiliki na kumtawala. Mm. Na shida ni kwamba sahivi tupo kwenye era ya women empowerment, mm. Wanawake wa kumilikika na kutawalika ni wachache, kwa hiyo anatoka kwa mke wake, alikwama kummiliki na kumtawala, anaenda kwa mwingine anashindwa kumiliki na kumtawala, anaenda kwa mwingine anashindwa kumiliki na huko kote anapoenda hana jambo la maana ambalo anawatumia hao wanawake, anakuwa, like yeah, anajikuta, kitu pekee ambacho anadhani kwamba kitamfanya amiliki na kumtawala mwanamke ni ngono. Kwa nini? Kwa sababu amekosa ushawishi wa jambo lingine la maana zaidi la kumfanya huyu mwanamke ajisubmit, ajiweke chini ya Ukitaka umkamate mwanaume, mm. Weka pembeni mahitaji yako, yani jifanye kama mahitaji yako wewe sio ya msingi. Yani wewe swala la kupendwa, kujaliwa, kutumia message, jifanye kama you don't care about it. Sisi wanaume tukivurugwa ndani huwa tunakaa kimya, tunafanya physical expression, physical expression tunafanya kitendo, hatuongei ah, ah, hatuongei. Tukivurugwa tunatenda. Unakuta kuna mwingine mwanaume akivurugwa ndani anaenda kunywa bia mwingine akivurugwa ndani mm. ni chepuko mwingine, wow. akivurugwa ndani e, anakupiga kofi. mwingine mm. akivurugwa ndani e, anaangalia muvi mpaka asubuhi. Kinachotokea ni kwamba, nilisema mwanaume anaoa ili kwamba ajisikie yeye ni kinume mm. mm-hmm. kwa hiyo uwezo wako ukianza ku ukianza kutishia nafasi yake kama mume ndani ya nyumba anaanza kupambana na uwezo wako. Kwa mwanamke, ukimchukua mwanaume ukamfinance, ukamtengenezea maisha, uwe na uhakika akijipata, atakuacha, ataenda kwa mwanamke ambaye anafili kwamba yeye ni mwanaume kwa huyo mwanamke. Kwa, kwa ufupi sana, wanawake hamjawa designed kufix matatizo yetu. Mungu ndo anaweza kufix matatizo ya mwanaume, sio wewe mwanamke, usijidanganye. Wasomaji wa Biblia wanajua, kichwa cha Kristo ni Mungu, kichwa cha mwanaume ni Kristo, kichwa cha mwanamke ni nani? Mwanaume. Matatizo ya mwanaume, acha apambane na Mungu wake, don't try to fix his problems. O, ukifiksi matatizo ya mwanaume, miongoni mwa kitu ambacho utafanikiwa, utamwinua financial, lakini utaua manhood yake. Akikaa na wewe, hatojiona kama mwanaume ataenda kwingine ambapo ana feel he is a man, ana control kila kitu, anaprovide, anahudumia, atatengeneza mpaka nguvu za kiume za kutosha, and then he will dump you. It's nature, and you cannot change that. One thing kuhusu wanawake waliofanikiwa, mara nyingi huwa wana mawili wana standard wameiseti ya maisha, hawataki kucompromise. Kwa hiyo wanatamani kwenda kwa mtu fulani ambaye atawapa ile standard. Cha pili huwa wanataka kuwa in control, so wana, wanaenda kwa mwanaume dhaifu ili wa empower, wakiamini they will always be in control. Wasichojua ni kwamba mwanaume atakuacha uwe in control, lakini atatafuta namna ya kuwa na control kwenye mazingira mengine na hiyo ndio kinachotokea kwa hao wanawake sio wanaume, tunathamini mioyo yetu kuliko miili yes. Na, na nyie wanawake mnathamini miili kuliko mioyo. Ni rahisi sana mwanamke kufungua siri zake akawambia watu ah. Ni, ni rahisi sana unakutana na bolti <laughs> nani, bodaboda boda, ni bolti umjui, unaanza eh. haya maisha haya mahusiano haya nini ukafunguka. Ninyi sili zenu sio muhimu sana kuliko miili yenu. Ni rahisi sana kuongea sili zako, lakini kutoa mwili wako ni changamoto mm -hmm. Sisi wanaume mwili yetu sio ya thamani sana, mioyo ndio ya thamani siri siri, yaani mambo ambayo yananijeruhi, hofu zangu, vipaumbele vyangu, maono yangu, kukufungukia, kukwambia inachukua nguvu kubwa sana, kama ambavyo inachukua nguvu kubwa sana kwa mwanamke kutoa nguo zake kulala na. Ile nguvu unayotumia kutoa nguo kulala na mtu ndio nguvu ambayo anatumia mwanamke kufu, mwanaume kufungua moyo wake. Kwa mwanaume anahitaji kwanza akuamini kwamba una uwezo wa kubeba siri zake na utazi nyamaza kimya, na hautachanganyikiwa hauta freak out. Akikwambia mambo yake, kwa atakuwa na kuangalia akiona huyu ee, kama hawezi kuzibeba atakaa kimya. Anakupenda, anakuthamini, anakujali, lakini hata kufungukia moyo wake, ila mtakuwa tu mna mahusiano mazuri, kwa sababu kwa, kwa mwanaume anapofungua hisia zake za ndani, maanake anakuwa mdhaifu kwako, una uwezo wa kumkontrol unavyotaka, kwa ili usimkontrol anawai kujizuia kama ambavyo mwanamke mwana akisha toa akisha, akisha mwili wake, mwanaume anakuwa na nguvu sana kwake, ana uwezo wa kumcontrol zaidi kuliko yule ambaye haja lala naye. Kwa hiyo na sisi tuko hivyo, nikitoa moyo wangu unani control, una uwezo wa kunicontrol. Sasa wewe ni nani mpaka nikupe mamlaka ya kunicontrol? Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo lazima niviangalie ili nifunguke, sasa nijiangushe. Kwa hiyo inachukua muda gani sasa? Yani hapo inachukua muda gani ku, kuniangalia na kuniskrini mpaka uniamini? Sasa nauo moyo, inaweza yeah, ikachukua siku moja na inaweza ikachukua miaka 20. Mm, inategemea tu stamina yako. Ni kwamba wanaume tupo hivi, kabla sija sijaanza kukwambia mambo ya msingi yanayohusiana na maisha yangu, nitakupima ni kwa kiwango gani unaweza kustahimili kuvumilia mambo yangu ya kipumbavu. Kwa hiyo nikija na upuuzi wangu, nikija na mambo yangu ya kijingajinga ambayo kwako haya make sense, nikakwambia how do you take it? Unayachukuliaje? Ujinga, ujinga, kuna ujinga ujinga tu. Tumepita njiani, nikamwona binti ana rangi nyeupe, nikamwambia angalia yule dada mrembo, okay. Kwa kwa hiyo wewe unaichukuliaje? kama ujinga wangu huwezi kuubeba, mambo yangu ya msingi huwezi kuyabeba, kwa hiyo atakuangalia reaction yako yao. Kwa nini umechoka? kwa isara hiyo nimechoka, yani sijaelewa kwa <laughs> ah, yani, sijaelewa kwa sababu <laughs> yeah. I mean, kwa yani, sababu sisi yeah, yani sisi tuko kama vitabu, yani ukitaka mm, kumjua mwanamke yeah, kila msikilize, anakuambia kila kitu. Sisi wala wala hawazi yeah, tunawaza sana, nikimwambia yu, wanaume wengi wana na kalkuleti nikimwambia nini kitatokea. Kwahiyo ndio maana wanaume wengi wanakuaga kimya. Unajua, tumeshakutana na hizi stori, watu wanasema wanaume ni wa kimya, yani wanaume, yani mme wangu, yani mi ni mkimya, sio mkimya, so hakuamini <laughs> kuamini, kuna kuna watu ambao wanaongea nao <laughs> nao kuna watu wanaongea nao, kuna watu wanapiga nao mastori ambayo huwezi amini, lakini akija kwako anakuwa kimya. Kwa nini? Kwa sababu anapiga hesabu, anaona mm hapa tunaweza tuka change atmosphere ikabadilika, at any point in time, tuna make joke na nyumba, ghafla mwanamke kasha change. Aha, kumbe ndio mambo yako anaona, okay, sasa wewe kwa maana na mm -hmm. Kuta wakati mwingine wanaume wengi hawapo comfortable kwenda na wake zao outing yeah. Hawawezi kujimix ku, ku, kuji nao sehemu zao za starehe na vitu kama hivyo. Kwa nini? Anaona wewe tunaweza tukaenda kwa amani tukarudi tumegombana kwa sababu haustahimili kuniona katika upuuzi wangu, na vivivo hivyo sitakuhusisha kwenye ya ya, ofkosi, mambo yangu ma. Kiboksi cha siri kina kina upuuzi na kina mambo ya msingi. Kwa hiyo nikikifunga kwenye upuuzi na mambo ya msingi yanafungika, yanafunga ya, kote, okay. ya. kama tu ambavyo hivyo, kwa mfano nikisema, nikikuletea zawadi ukasema ni mbaya, nafunga kiboksi cha zawadi mm. kwa hiyo hata hizo nzuri hutapata Umenielewa eh? Okay. Kwa mfano nikikwambia chakula chako kibaya, ukakasirika, sitakwambia kizuri, hata kama kiwa kizuri, sitakwambia kwa sababu kiboksi cha chakula kizuri na chakula kibaya kimo. <laughs> Ni kiboksi kimoja. Nikikwambia hujapendeza ukakasirika, na ukipendeza sitakwambia kwa sababu ni kiboksi kimoja. Huwa kuna wadada barabarani hmm. Ambaye wanaonekana sini na kataja jina gani eh, sini na kukua kili zao siusa au, si au, au vichara labda sooamba kuna kichaka kabisa anaokota makopo au yuko njiani, afu namkuta mjamzito hivi. Wanaume wenzetu inakwaje? <laughs> Yani kabisa ni chizi chizi, lakini ukuta mjamzito mimi, wanajiuliza Sukambia, sasa mimba imeingiaje swali. <laughs> <laughs> Hilo swali naweza nikaelezea imeingiaje <laughs> lakini jambo <laughs> uh, kuna mwanaume amehusika, hilo ni uhakika kwamba kuna mwanaume amehusika. Ame, ame, inakuwa nini kilichomsukuma kufanya hivyo hakina tofauti na kinachomsukuma mzee wa miaka stini kumlawiti mtoto na pia ni sawasawa tu na kile kinachomsukuma baba kulala na mtoto wake wa kike. Ni, ni matukio tu ambayo tunayashuhudia, lakini yana uhusiano mkubwa sana na tatizo la afya ya akili. Labda siri kubwa ambayo watu wengi hawajui kuhusu wanaume ni kwamba wanaume anapokuwa na stress, anapokuwa na msongo mawazo na akashindwa kujimudu kihisia, kujizuia wengi huwa wana tendency ya kutafuta coping mechanism, namna fulani ya kukop na ile stress, na mojawapo ya njia za kukop na stress anazotumia wanaume ni kufanya ngono. Okay. Kwa wakati mwingine unaweza ukahisi kwamba mwanaume ana tamaa, lakini ukweli ni kwamba sio tamaa, ila ana stress, na anatafuta namna ya kuzidilizi zile stress. Lakini kweli kwa, kwa, kwa, kwa, kwa dada ambao nakutaa kabisa, yuko chizi mavitu amekusanya, mavitu amekana, na mavitu yuko aeleweki, anachangana mimba, nitakwambia

Sasa hiyo tunasema ni kwa mwanaume ambaye kimsingi anashindwa kujimudu hisia zake, yaani ule uwezo wa kustahimili, kwa sababu kuna ile kwamba hisia unazo, stress unazo, lakini una uwezo wa kuzikabili na kuzibeba. Sasa unapotokea kwamba ndani mwako stamina ya kujibeba kihisia hauna, ambayo hiyo ina uhusiano wa moja kwa moja na tatizo la afya ya akili, Ndo tunakuta mtu anafanya kituko, afu tunasema, lakini yeye anaona, ye matatizo ye nzima kabisa. The rule is simple, anayedefine nisemeje, vigezo na masharti vya upendo sio mwanamke, ni mwanaume because you cannot teach a man how to love you either. He can't is his mother and his father alitakiwa kumfundisha how to love you. A grown-up man huwezi ukapop up in his life na ukamfundisha jinsi ya kupenda. So, kimsingi kukutana na jamaa mmoja hivi mtata haeleweki, wajibu wako ni kuachana naye. Just stay out of his life, usiingie ukaanza kuwa Mrs. Fix Mm, yeah. Kwamba mwisho wa siku unamwingia kwenye mahusiano ya mwanaume, unaanza kumchonga namna ya kukupenda wewe. Mimi ndio naamua nampendaje mke wangu, kwa hiyo kwanza natakiwa ajifunze my style nikimaliza style yangu oiilisema kwamba ndio maana wanawake sasa hivi wanaongoza saliti. Mm-hmm. Because wanaume waliokuwa nao they are very selfish. Kwa anaanza kuona you know, maybe kuna mtu naweza nikaongelea lugha moja tukaelewana. Ya wanaongozwa kwa kusaliti na wanaongozwa kwa kuumizwa. Oh, that's the bad thing. Kwa sababu hawa ambao wanawaelewa lugha zao wengi wao ni waongo sana. <laughs> <laughs> <laughs> Ya, ukiona, ukiona mwanaume anakuelewa sana diva <laughs> eh, jiulize maswali wayo, kwa kwanini unaweza ukacheza naye akajaa mwanaume yani, eh, unampeleka kushoto twende kulia twende, mwanaume kweli real man Tupo hivyo trust me. Uh, utanipeleka kushoto ila kunirudisha kulia, sitaenda ukiona unampeleka, anaenda ana mission, ana lengo fulani. Akifanikisha hizo lengo, hakuna rangi utaacha kuona eh. Na wanawake wengi wana confuse baina ya upendo wa mwanaume na lengo la mwanaume. is this, is this, kuna mstari mwembamba sana mwanaume yeah, akiwa na lengo lake fulani Mm. I say huwa anaonyesha mapenzi kuliko anayekupenda kweli. Mission impossible. Yaani, utashanga yuko na wewe bize, honey dia, sweet baby, utaletewa lunch box zimeruka zikatua, utaletewa maua. Mwamba anawinda nav. Napenda kuambia mabinti huu mchezo <laughs> uki, uki, ukikuta mwindaji polini ananyata nyata, yeah. Sio kama ndio mwendo wake. Anawinda kitoweo, akishakipata huwa anatembea vizuri. Kwa hiyo lazima uelewe unapodili na mwanaume usidili na swala la upendo, dili na swala la objective yake. Why is he so busy, anataka nini? Ukielewa lengo, umepona. Ukija kwenye upendo <laughs> trust me, wenye malengo yao huwa wanapenda, umekwisha, umeumia. Kwenye ulimwengo wa wanaume kushindana ni part of life. We compete in almost everything whether tuna compete live au kisirisini, lakini wanaume huwa wana compete. Wanawake huwa wanashirikiana wana, wana, wana, shirikia, wana collaborate, na ndio maana ni rahisi kuwakusanya wanawake kuliko kuwakusanya wanaume. ni wana pia, hata asilimia kubwa ya watu wanaoenda kwenye counseling ni wanawake, sio wanaume. Kwa hiyo, kwa hiyo, sisi tunashindana, wanawake wanashirikiana. Kawaida kabisa, sisi tunashindana, wanawake wanashirikiana. Kwa mtoto wako wa kiume ni vizuri ukamwacha uka hiyo eneji yake ya kushindana ifanye kazi because ni muhimu sana, wanapenda ligi kushindanishwa. Yani, huyo amekupita haiwezekani. ah, hadi huyo amekuwa wa kwanza, wewe kwa nini hujawa kwanza? Men likes games like tunakompiti kuna ile hali ya mtu kuoa lakini yeye haja hajakubali ndani yake kwamba yeye ni mume, anataka mke lakini yeye hajakubali kuwa mume. Kuna kuoa lakini kuna kutaka kuwa mume, kuna kuolewa na kuna kutaka kuwa mke, na tumekuwa kwenye jamii ambayo wanaume wengi wanataka mke lakini wenyewe hawataki kuwa waume. mm -hmm. au wanawake wanataka waume lakini wao hawataki kuwa wake. Kwa hiyo yale majukumu yanayomfanya mke awe mke au mume awe mume yan, yanakuwa kama ni mzigo kwake, kwa, kwa sababu ni kama Uh, katika fikra zake hakujiandaa. Kwa sababu unaposema kwamba mtu anakumalizia gesi, anamaliza sukari, anatumia sana pesa wakati mm -hmm. unajua wazi ya kwamba ulipokuwa peke yako matumizi hayawezi ya kuwa kama mlipokuwa wawili. Tafsiri yake ni kwamba hukuwa prepared mm hukuwa -hmm. umejiandaa kwa ajili ya, ya, ya, ya hilo. Sio good approach kumwambia mtu kwamba unioe au uniache.

wa kuishi maisha yangu kwa sababu tayari ameshatanguliza taarifa fulani ya kwamba yeye ni dhaifu. Mm. Kwa hiyo siku akiamua kuishi maisha yake utakayeumia ni wewe kwa sababu atakusideline, atakaa mbali na wewe. Alafu atakuwa anakukwepa kila wakati ukitaka wa kumsogelea. Kwa sababu mimi najua wewe ukija hapa tutagombana. Ndio maana uweze kukuta wanaume wanaenda kwenye vikundi vikundi, because sisi tuna compete. Hatuna, mm, vikundi vikundi, because we compete most of the time. Sasa epuka sana kumweka mtoto wako wa kiume kwenye utaratibu wa vikundi vikundi, kama unataka aende mbali, tengenezee utaratibu wa kukompiti whether ni katika kazi za nyumbani gardeni, sijui zimefanyaje mpaka shuleni, mpush kompiti because tuna function vizuri kwenye competition. Ukutana na mwanaume ameshaamua kujikatia tamaa, habi basi bwana, maisha haya bwana, fresh tu. Ah, huyo mwanaume maisha yake yanakuwa magumu sana. Yaani, anatunzwa, ana masters lakini kaamua ku shut down. Hatafuti kazi, hafanyi kazi, anapewa hela na mke wake ambe relax. Anapiga bia, analala, anapiga bia, analala, anapiga bia. Akianzishiwa mradi na mke wake, milioni sana anazitafuna, anarudi, anapiga bia, alafu nasema analana huyu ukoo, yaani kuna roho zinamfuatilia hapana. Huyo jamaa kaaga mashindano, ameona asishindani. Ili, ili maisha yaende mwanaume usimuondolee uwezo wa kufanyaje wa compete. Na ni, kwa bahati mbaya tu kwenye ndoa sisi tuna ligi sisi yani, anawezekana kesa amekosea lakini amekomaa. Kaombi msamaha la nini? Anashindana. Okay? Ni, ni kawaida japo sio nzuri sana lakini ni kawaida. Naturally, we are that way. We compete in everything so if you want your child your son to be effective mwache afanyaje A -compete. Sasa wanawake mara nyingi, wamama, haleluya, wamama mpo? <laughs> Ninyi huwa ampendage hiki ina irritate, na-irritate. Kiacheni hiki nikia muhimu sana wa baba, na nyie kidogo hiki watoto wakike mnatakaga na wenyewe wae kama sisi ah, waache washirikiane wanakaa wacha washirikiane yani. Wanawake ndio hivyo, mtoto baybaki, kuwa kuwa. Wa kike by the way akikuwakuwa anakuwa shoga wa mama wake, wanakuwa washoga, wanakaa jikoni, wanakusema we baba, wacha washirikiane yani. <laughs> <laughs> <laughs> Ni kikundi kinatengenezwa.